Hello guys, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha leo ambapo leo hii hey, tutakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona blouse kama inavyoonekana kwenye hii video. Vipima ambavyo tunakwenda kutumia tutatumia kifua ni inchi thelathini na mbili, tumbo ni ishirini na nane, urefu wa blouse yetu hii itakuwa ni inchi ishirini na tano na kutoka kwenye bega kuja sehemu ya kitovu itakuwa ni inchi kumi na saba na bega letu ni inchi kumi na tano na mzunguko mzima wa bega ni inchi thelathini na nane mkono ni inchi saba urefu. Kwa hiyo hichi ndio kitambaa chetu ambacho hapa nimekunja mara nne kama mnavyoona, nimekunja mara nne kama hivi na huko nimeachia sehemu ya zipu. Kwa hiyo sehemu ya zipu unazokachia inchi moja mbili moja na nusu ni sawa. Kwa hiyo vipimo vyetu tutaanza kuvichukua kuanzia kwenye mstari ambao nauchora hapa. Tutaanza kwa kuchukua vipimo vyetu vya wima ambapo tutatoa inchi tano kwa sababu ni off shoulder, na baada ya hapo tutapima sehemu ya kwapa ambapo ni inchi saba. Kupata sehemu ya kwapa utachukua kifua utagawa mara sita halafu utajumlisha na moja point tano kwa mfano sisi ki, kifua chetu ni inchi thelathini na mbili ukigawa mara sita, unapata sita na point, kama, unapata tano na pointi. Baada ya hapo ukijumlisha moja point tano utapata sita point nane ambao ukikadiria ni sawasawa na inchi saba kwa hiyo hichi ni kifua hii ni sehemu ya kwapa tutanyosha mstari halafu, tutaweka tena tano yetu hapa. Tutapima sehemu ya tumbo ambayo ni inchi kumi na saba hapa tutaweka alama namna hii, halafu utaongeza na inchi moja ya kushonia. Tutaweka moja na nusu, maana huku hatujaongeza, kwa hiyo tutaweka kwenye moja na nusu hapa. Baada hapa tutapima bega. Bega ni saba na nusu saba na nusu iko hapa, hatutaongeza nchi ya kushonea, tutaweka alama hivi. Alafu tutapima kifua. Kifua ni thelathini na mbili, ukigawa mara nne unapata nchi nane. Nchi nane iko hapa, maana baada ya hapo utakuja sehemu ya tumbo. Tumbo ni nchi saba, ni 28 ukigawa mara nne unapata saba, ambayo iko hapa. Baada ya hapa, tutaunganisha huu mstari kuja huku. Hapa hatujaongeza nchi za kushonia, maana bado hatujaweka dati. Baada ya hapa, tutaweka alama sehemu ya dati, ambapo ni kwenye nchi nne. Hapa kwenye nchi nne tutakuja tuweke alama, halafu tutaongeza nchi ya kushonia, kwa sababu dati itachukua nchi moja. Kwa hiyo tutaongeza nchi moja ya dati na nchi moja na nusu ya kushonia, kwa hiyo itakuwa hapa na huku tutaongeza inchi moja na nusu ya kushonia. Kama utataka kuweka princess dati ni poa, lakini kwa nguo yetu hii tunakwenda kuweka dati za kawaida, zile za chini. Tutarudi huku juu, sehemu ya bega, ambapo tutatoa inchi mbili sehemu ya bega. Unaweza ukatoa inchi moja, inchi moja na nusu, inchi mbili ama inchi tatu ni sawa utakavyopenda wewe, lakini kwa sisi hapa tutatoa nchi mbili, ambapo bega letu ni saba na nusu ukitoa nchi mbili unabaki na tano na nusu kwa tutaweka alama palipo na tano na nusu iko hapa, tutaongeza na nusu ya kushonea itakuwa hapa, na baada ya hapo tutatengeneza kwapa. Tutatengeneza kwapa namna hiyo. Ni sehemu ya zip, weka alama vizuri ili isichanganye. Kwa hiyo tutakata kwanza, ili tutengeneze shingo kwa kipande cha nyuma na cha mbele. Kumbuka hapa tumeweka alama sehemu ya dati, kwa hiyo utakata kidogo, ili kuonyesha hiyo sehemu ya dati, alafu na huko chini utakata kuonyesha sehemu ya zipu baada ya hapa tutaendelea sasa kukata huu mstari. Baada ya hapa, hichi ni kipande cha mbele, hiki kipande cha nyuma. Kwa hiyo hapa, ukipenda sasa kutengeneza shingo, unaweza ukatengeneza shingo design unayotaka, unaweza ukaweka ya duara, unaweza ukaweka ya duara, ukapima uka kama kawaida, ukaunganisha hadi huku kama ni duara. Kwa mfano kama ni duara kwa mfano kama ni shingo ya duara unaweza ukashusha nchi moja na nusu ama nchi mbili kwa mfano hapa tumeshusha moja halafu ukaunga kuja hii sehemu lakini kwa sisi hapa sehemu ya mgongoni hatutaki ishuke sana kwa sababu tayari tushatoa nchi tano kwa hiyo mgongo tabaki wazi sehemu kubwa kwa hiyo huku nyuma hatutokata, tutapaacha kama palivyo hivi halafu kwa kipande cha mbele sasa tutachonga shingo yetu shingo utachonga utakavyopenda wewe kama unataka sehemu yako kubwa ya kifua ionekane basi utashusha tatu mbili na nusu ama nne kutegemea na unataka, sehemu kubwa ionekane ya kifua, ama isionekane sehemu kubwa. Kwa sisi hapa tutashusha nchi moja tu, hatutaki sehemu kubwa ya kifua ionekane kwa sababu huku tayari tushatoa nchi tano kwa kujumlisha na hii moja zitakuwa nchi sita Baada ya hapo tutaitengeneza shingo yetu namna hii kama hivyo halafu, tutakata kwa hiyo kipande cha mbele kitakuwa namna hii. Kama mnavyoona hapa, tutakwenda kukatia line vipande vya mbele vya nyuma, na kipande cha mbele tukatia line hapa, tiali shakatia line kama mnavyoona, line iko hivi. Kwa hiyo kwa kipande hiki cha mbele, tutakwenda kushona hii sehemu ya shingo, baada ya hapo tutakazia na uzi, tutashona sehemu ya kwapa na tutashona na huku pembeni, halafu tutaachia kwa huku chini. Na vipande vya, mbe, vya nyuma pia tumekatia line kama hivi, kwa sababu tutakwenda kushona huku sehemu ya shingo, tutashona ya kwapa, tutashona kwenye sehemu ya zipu, tutashona na huku pembeni, tutashonea kama cona sehemu ndogo ndogo sana usichonee sehemu si kubwa, kwa sababu tumekata inchi moja na nusu tu ya kushonea. Basi, tufanye hivi hapa tayari tumesha shonea line na kisha tukanyosha hivi. Vipande viwili ni vipande vya nyuma kama mnavyoviona hapa na hiki ni kipande cha mbele. Kwa hiyo hatua inayofuata tutakwenda kuwekea, tutakwenda kuweka dati. Mkumbuke hapa tuliweka alama tulichana kidogo. Kwa hiyo hii ndo sehemu ya dati, na hapa pia tuliweka alama, kwa hiyo hapa ni sehemu ya dati. Baada ya hapo, tutapima huko juu, tutatoa inchi tano ambazo tumeshazitoa kule, halafu tutapima sehemu ya maziwa ambapo ni kwenye inchi kumi hapa, hivi kwenye kumi ni sehemu ya ziwa, tutashusha inchi moja hapa kwa hiyo dati yetu itatoka hapa kuja hii sehemu itakuja hapa. Na huu upande pia tutatoa nchi tano, tutapima sehemu ya kifua ambapo ni nchi kumi, halafu tutashusha nchi moja hapa. Kwa hiyo pia dati yetu itakuja mpaka hapa. Utakaposhona utashonea nusu nchi, yaani utashika hivi, utashika namna hii hivi halafu utashona kwa nusu inchi yani hapa nusu inchi iko hapa, kwa hiyo utashona hapa, kwa hiyo utashona hapa mpaka hapa, na huu pande utafanya hivyo. Na kipande chetu cha nyuma tutafanya hivyo, tutatoa inchi tano ambayo tayari tushaitoa. Tutapima sehemu ya kifua kwenye inchi kumi, ni hapa halafu huko kuna alama ya dati iko hapa. Kwa dati yetu itatoka hapa mpaka maeneo haya, na baada ya hapo utashika hivi, halafu utashona hapo, utashona kwa nusu inchi. Nusu inchi iko hapa, kwa hiyo utakuja ushoni mpaka hapa, na kipande cha pili tutafanya hivyo lakini pia hii sehemu ya kifua usisahau kushusha moja. Sehemu ya kifua ni kumi, utashuka kwenye moja, ndo tanzia dati. Tumekusha kuweka dati hichi kipande cha mbele. Kwa nyuma zitaonekana hivi kwa ndani, na vipande vya nyuma ni hivi hapa, tumeshawekea dati kwao. Kitakachofuata tutakwenda kuunga hivi vipande vya nyuma. Hii sehemu ya zipu tutaiunga baada ya kuweka zipu tutaifumua. Wakati wa kuweka zipu mkumbuke, huku chini tuliweka alama sehemu ya zipu, kwa tutashona mpaka mwisho. Kipande cha nyuma tumeshaunga kama hivi. Hatua itakayofuata tutakwenda kuviunga pamoja na hiki cha mbele, tutakwenda kuviunga namna hii. Kwa hiyo nakumbuka nchi la kushonia ambayo tuliweka tuliweka inchi moja na nusu na kwa sababu tumesha shona huku pembeni, lazima itakuwa imepungua. Kwa mfano, hapa kifua chetu kina nane kwa sababu ni thelathini na mbili itakuwa ni hapa, na kwa chini tumbo ni ishirini na nane kwao kigaa mara nne unapata saba hapa, kwa utakwenda kuunga hii sehemu na huku pia Tutaangalia palipo na nane ni hapa, halafu palipo na saba ni hapa. Kwa hiyo pia tutakwenda kuunga hii sehemu. Baada ya hapa, tutatengeneza kile kipande cha chini, ambapo hiki cha juu kinatakiwa kiwe na kumi na saba halafu brozi yetu ina urefu wa ishirini na tano kwa hiyo tutachukua ishirini na tano tutatoa kumi na saba tutabaki na inchi nane kwa hiyo kile kipande cha chini kitakuwa na urefu wa inchi nane. Okay, tutaendelea na hatua inayofata. huku sehemu ya zipu tutapofungua tatakuwa hivi. Kwa hiyo sasa, baada ya hapa, kifuatacho tutatakiwa tujue cha huku chini kina urefu wangapi. Bros yote yote hii ina urefu wa ishirini na tatu. Kama ina urefu wa ishirini na tatu na ina, ina urefu wa ishirini na tano. Kama ina urefu wa ishirini na tano iki kipande cha juu kina kumi na saba kwa hiyo tutachukua ishirini na tano kutoa kumi na saba tutabaki na nane. Kwa hiyo kipande chetu cha chini kitakuwa na urefu wa nane, lakini pia upana kwa hapa kitatakiwa kiwe na ishirini na nane ambapo ni upana wa tumbo letu, na kwa sababu tutaweka linda linda boksi, kwa hiyo tutachukua ishirini na nane tutazidisha tuta, tuta mara tatu tutapata themanini na nne hiyo themanini na nne tutakayoipata tutaongeza nchi mbili hizi hapa za zipu, huku kuna nchi mbili na huku nchi mbili kwa nchi nne na nchi mbili za balance, kwa tutaongeza nchi sita tutakuwa na tisini tutachukua hiyo tisini ambayo tume hiyo tisini tutagawa mara nane tutapata kumi na moja pointi mbili tano hiyo kumi na moja pointi mbili tano ukikadilia itakuwa ni kama kumi na moja pointi tano hayo ni makadirio hiyo kumi na moja pointi tano tutajumlisha na moja nyingine, au unaweza ukajumlisha 0.5 au moja, ni sawa kumi na mbili pointi tano. Kwa hiyo tutapata kumi na mbili pointi tano hiyo kumi na mbili pointi tano tutakayoipata tutajumlisha sasa na urefu wetu ambao ni inchi nane. Tutakuwa na ishirini pointi tano lakini kwenye hiyo nani hatujaongeza inchi ya kushonia, kwa sababu itabidi tuiunge huku juu na kwa chini tuipinde. Kwa hiyo tutaongeza inchi moja ambapo itakuwa ishirini na moja pointi tano. Kwa hiyo urefu wa kitambaa chetu kitakuwa na urefu wa ishirini na moja pointi tano. Kwa hiyo kama mnavyoona hapa, tuna urefu wa ishirini na moja pointi tano ndo maana tulikuwa tuna kaketi ili tujue hichi kipande kitakuwa na urefu wa ngapi. Baada ya hapo ile kumi na mbili pointi tano tutaipima hapa kuja kwenye kumi na mbili pointi tano ilipo ambapo iko hapa. Unaweza kuona kumi na mbili pointi tano iko hapa, kwa hiyo utashika hivi tape yako, alafu tutapima hivi na huko chini pia tutafanya namna hiyo. Uhum. Tutapima hapa, tutaanzia hapa kupima, tuone, je, tutapata hesabu yetu hapa tuna ishirini na mbili. Kwa hiyo kama tuna ishirini na mbili ni sawa sawa tuna themanini na nane. Sio mbaya. Kwa hiyo huu mzunguko wetu kwa sasa tuna themanini na nane. Haina ubaya kabisa. Na kwa hapa tutapima tuone tuna ngapi. Kwa hapa tuna tisa. Inamaanisha ile nchi nane. Tuna tisa kama mnavyoona hapa. Kwa hiyo ile nchi nane ni ile ya kipande cha chini na hii nchi moja ni ile ya kushonia. Basi tutakata. Baada ya hapa sasa, unaweza kuona kitakavyokuwa. Tutakatia lining. Baada ya kukatia lining kama hivi, tumekatia lining naofanano, alafu upande mmoja tumewachanisha namna hii. Kwa hiyo, kitakachofuata utashika hivi kitambaa chako, utashika hivi, alafu utagundisha hichi kipande. Unaweza ukagundisha na stiff. Hiki kipande cha chini ambacho ni cha pempram kugundisha na stiff, lakini kama unahisi uvivu kugundisha na stiff, basi utakachokifanya ni hiki hapa, utaweka namna hii, halafu utakatia wavu, wavu ule ambao ni kakamavu. Hii inasaidia pemplam yako inakuwa kakamavu. Kwa hiyo utakuwa unashona hapa, unashona, unashona, unaendelea kushona mpaka mwisho kote, tutageuzia line. Baada ya kugeuzia, tumegeuzia kama hivi mnavyoona, laini na huku ni kwa nje, na huku tumepitisha uzi kama mnavyoona hapa. Hatua itakayofuata sasa, hichi ndio kipande chetu cha juu hiki hapa. Kwa hiyo tutakwenda kuweka hii, tutashona kwa hapa. Baada ya hapo tutaweka linda boxi. Unaweza ukaweka hizo linda boxi ndogo ndogo, ndogo. Za nchi mbili mbili, za nchi tatu tatu, za nchi nne nne, utakavyopenda wewe mwenyewe, lakini kwa sisi hapa tutakwenda kuweka lina box ya kwanza, ya pili, ya tatu hapa, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane. Tunakwenda kuweka lina box nane tu, ina maana sitaweka hivi hapa, alafu tutashona. Baada ya hapo tutaweka hivi tena Halafu tutashona, tutaendelea kuweka hivi tutashona. Kama hujui jinsi ya kushona lina boxi, kuna linki hapo chini utakwenda kujifunza kabisa jinsi ya kushona lina boxi. Basi nitakwenda kuziweka hizi lina boksi nani mpaka mwisho halafu tuone itakavyoonekana. Hapa tayari tumeshaweka linda boxi huko zitaonekana hivi. Kwa hiyo hapa pia tutakwenda kupaficha, tutakata kidogo, tutaonyesheni. Kwa hiyo kitakachofuata tutakwenda kushona hii sehemu kwa huu ndani ili kuficha uchafu. Kwa hiyo tutapitisha hiki kwa juu, tutashona, tutakishona, tutakishona mpaka mwisho na baada ya hapo tukishashona kwa hivi tukishashona hivi baada hapo tutakikunja hivi, tutashona kwa huku juu basi, tushone afu tuone itakavyoonekana hapa okay. Kwa chini tayari tumeshamaliza kama mnavyoona hivi, na kwa nje patakuwa hivi. Kwa hiyo hatua inayofuata ni kuweka mikono. Ikumbukwe kwamba bega yetu wakati tunakata huku tuliweka saba na nusu halafu tukapunguza nchi mbili ikabaki tano na nusu tukaongeza nusu nchi ya kushonea, ambapo hiyo nusu nchi tulipoishonea ina maana imebaki tano na nusu tulikuwa tumekunja mara mbili hivi, na kama ni tano na nusu ina maana mara mbili ni sawa sawa na kumi na moja na kama ni kumi na moja kwa hiyo hapa, kutoka hapa hadi hapa ni kumi na moja na kutoka hapa hadi hii sehemu ni tano na nusu na hapa ni tano na nusu. Kwa hiyo itakuwa ishirini na mbili mzungu, na mzunguko wetu wa bega wote ni inchi thelathini na nane. Tutachukua thelathini na nane tutatoa ishirini na mbili tutabaki na kumi na sita. Kwa hiyo hiyo kumi na sita tutagawa kwa pande zote, kila upande utakuwa na nane na nane jumla itakuwa kumi na sita. Mm, kwa video yetu hii tutaishia hapa. Hapo chini tawekea, hapo chini kuna linki jinsi ya kushona mkono wa brazi hii.